Kweli, leo tunasafiri hadi bandarini hapa katika mistari ya mwisho ya Mhubiri, na tunapofanya hivyo, tunahitaji kukumbuka kwamba Sulemani alitumia miaka mingi ya maisha yake huko nje katika bahari kuu ya ya dhambi. Kwa kweli, karibu alizama eh, alipata punzi kwa kusema tu, alipogundua alikuwa na uhitaji mkubwa wa maana na kusudi maishani. En, na kwa wema wa Mungu, Sulemani aliletwa kwenye toba na akarudi kwenye njia yake ya awali na Mungu, yaani akiwa na hekima ya Mungu akilini mwake, na tunajua hivyo kwa sababu kama nilivyotaja hapo awali, Mhubiri ni shajara ya kibinafsi kuhusu maisha yake, imeandikwa na Sulemani en, na kisha kuna uwezekano mkubwa kwamba hii itapewa mwanawe mrithi wake Rehoboamu. Sulemani hataki mwanawe wala Mungu hataki yeyote kati yetu kuingia huko kwenye bahari kuu ya dhambi ambapo huwezi kufikia chini, huwezi kupata nanga, utakuwa utakuwa ukielea tu na mkondo wa utamaduni wako bila mwelekeo wowote bila kuridhika katika maisha. Kwa hivyo jarida hili ni kwa ajili yetu. Sasa katika mistari hii ya mwisho ya sura ya kumi na mbili Sulemani anatoa mawazo ya mwisho juu ya kile tunachoweza kuita hapa, oh. maana halisi ya maisha na anaanza kwa kukumbuka utafutaji wake wa ukweli. Tunasoma hapa katika mstari wa tisa. Mbali na kuwa na hekima, mhubiri pia aliwafundisha watu maarifa, akipima na kusoma na kupanga midhali nyingi kwa uangalifu mkubwa. Sasa unaweza kukumbuka kwamba neno mhubiri linamaanisha mkusanyiko. Tunapata neno la Kigiriki eklesia au kanisa, eklesia kutoka kwa neno hilo. Sulemani anajirejelea kama mhubiri. Yeye ndiye aliyekusanya mkutano huu, ana ujumbe huu ambao anataka kuhubiri, na anaandika hapa katika mstari wa kumi mhubiri alitafuta kupata maneno ya kupendeza, na kwa unyofu aliandika maneno ya ukweli. Kwa hivyo Sulemani anasema, unajua, naweza kuwa natumia maneno yaliyopangwa kwa uzuri, lakini ninakuambia ukweli. Ninakuhubiria ukweli wote na si chochote ila ukweli. Sulemani sasa anasema hapa katika mstari wa kumi na moja maneno ya wenye hekima ni kama michokoo. Kwa maneno mengine, maneno haya yatakuchokoza, yatakusukuma mbele. Anasema ni kama misumari iliyogandishwa vizuri. Kimsingi hii inamaanisha kwamba unasoma mstari na mara moja unajua unahitaji kupigilia ukweli huo akilini mwako na moyoni mwako. Na hivyo ndivyo neno la Mungu linavyofanya katika maisha yetu. Ah, wakati mwingine linaweza kuumiza, wakati mwingine linaweza kuchoma, linaweza kutuliza kiburi chetu, linaweza ah, kugeuza mipango yetu juu chini, litauliza tabia yetu, el, litapinga mawazo yetu. Neno la Mungu limekusudiwa kama mwandishi mmoja alivyoandika, kupenya Beanda, la utojali Naam, Sulemani anaelewa kwa njia kwamba kwamba jarida hili lina nguvu tu kwa sababu si, a, ukweli wake huu ni ukweli wa Mungu. Na hiki ndicho hasa Sulemani anachosema hapa katika mstari wa 11 anatangaza kwamba maneno haya ya hekima yametolewa na mchungaji mmoja. Naam, hiyo ni kumbukumbu kwa Bwana mchungaji wa Israeli, Zaburi 80 katika mstari wa moja. Huyu ndiye mchungaji ambaye Sulemani alimsikia baba yake Daudi akiimba kumhusu katika Zaburi ile kuu ya ishirini na tatu, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu, pale katika mstari wa kwanza. Mungu ndiye chanzo kikuu cha maneno haya ya hekima. Mtume Petro anaeleza kwanza, kwamba Mungu aliwaongoza waandishi wa Biblia kwa njia ambayo waliandika ukweli ambao Mungu alitaka uandikwe anaandika katika mbili Petro saa moja na madakika ishirini na moja kwamba watu walizungumza kutoka kwa Mungu walipokuwa wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Sasa hiyo haimaanishi kwamba waandishi wa Biblia walikuwa roboti. Hapana, Mungu alitumia shughuli zao, uzoefu wao, haiba zao, hata misamiati yao, lakini Roho yake ilikuwa ikisimamia mradi huu, yeye yeye anasonga huu kupitia kwao, ili kwamba mwishowe hapa shajara ya kibinafsi ya Sulemani inakuwa neno la Mungu. Kwa kweli, Sulemani anatoa onyo hapa katika mstari wa kumi na mbili: Mwanangu, jihadhari na chochote zaidi ya maneno haya. Tazama, Sulemani alijua haya, haya yalikuwa maneno ya ya Mungu, na hilo ni onyo kwetu sote leo: usitoke nje ya malisho hayo ya kijani ya neno la Mungu. Wapendwa, kila dini huko nje inazidi neno la Mungu. Wamomoni wana kitabu chao cha Momoni kilichoandikwa na Joseph Smith. Wahindu wana Bhagavad Gita yao, Waislamu wana Qurani yao, na imani ya Bahai ina maandiko ya Bab. Unaweza kurudi nyuma hadi kwenye maandiko ya kidini ya piramidi ya Misri ya kale, unaweza kurudi kwenye epiki ya Wababeli ya Gilgamesh, lakini acha nikuambia maandiko hayo yote yatakupeleka kwa miungu tofauti. Hakuna hata moja kati yao linalohusu Mungu wa kweli na aliye hai. Inaweza kuwa ya kusisimua kusoma kwa njia, lakini haina nguvu ya kukutakasa. Haitakuwa na uwezo wa kukuweka huru kutoka kwa dhambi. Sasa, kwa hayo Sulemani anatoa muhtasari mfupi wa kile tunachoweza kuita maana ya maisha Inatambulishwa katika mstari wa kumi na tatu kwa maneno haya: mwisho wa jambo yote yamesikika. Weli anasema tu hapa, haya ni maoni ya mwisho katika jarida langu, huu ndio u muhtasari wa yote. Na unapoingia katika mistari hii ya mwisho, unapata kile ningependa kuita hatua tatu za kuchukua, na hatua ya kwanza ni ibada. Anasema kwa urahisi hapa katika mstari wa kumi na tatu mche Mungu Inamaanisha nini kumcha Mungu? Wacha nikupatie kifupi kwa kutumia herufi za neno hili woga, na inaweza kukusaidia katika siku zijazo. Inasimama wa upendeleo, pendelea ushirika wa Bwana. Kwa maneno mengine, kumcha Mungu inamaanisha una nia ya kuwa katika katika ushirika wake, unapendelea ushirika wake zaidi ya ule wa mtu yeyote mwingine duniani Inasimama kwa kutukuza utukufu wa Bwana. Kama unamcha Bwana, utataka kuwaambia wengine kuhusu jinsi alivyo mkuu. Utaongea kumhusu na utaongea kumhusu zaidi kuliko unavyozungumza kuhusu wewe mwenyewe au mafanikio yako ya hivi karibuni. Unatukuza utukufu wake. Uh, inasimama kwa kutambua ukuu wa Bwana. Kumcha Mungu ni kumtumaini, hasa wakati ambapo hajielezi na kama tulivyojifunza katika masomo yetu kupitia kitabu hiki, wakati ambapo huwezi kufuatilia mkono wake, unahitaji kuendelea kuamini moyo wake. Mungu daima atafanya kilicho sahihi kwako fea. Sasa herufi r r inasimama kwa kukumbuka ukarimu wa wana Nasikiliza wapendwa, alama ya kutofautisha ya asiamini ni kwamba hawamshukuru Mungu kwa chochote, Warumi saa moja na madakika ishirini na moja. Chochote walicho nacho maishani, chochote walichofikia maishani, wanajishukuru wao wenyewe tu kadri wanavyohusika. Kwa hivyo, hatua ya kwanza ya kitendo ni kumcha Bwana. Hiyo ni pendelea: ushirika wa Bwana, tukuza utukufu wa Bwana Tambua ukuu wa Bwana na kumbuka ukarimu wa Bwana. Hivyo ndivyo unavyomcha Bwana. Sasa hatua ya pili ya kitendo ni kutii. Solomoni anaandika hapa katika mstari wa kumi na tatu, mche Mungu na uzishike amri zake, kwa maana hii ndiyo wajibu wote wa mwanadamu. Na kwa kweli hatuhitaji kifupisho chochote kutusaidia kuelewa maana ya kumtii Bwana. Mtii yeye tu. Solomoni sasa anatupa hatua ya mwisho ya kitendo na tutaipa jina jiandae. Anaandika hapa katika mstari wa 14, kwa maana Mungu ataleta kila tendo katika hukumu, pamoja na kila kitu cha siri, ikiwa ni chema au kibaya. Shajara ya Solomoni hapa ni kama mkono begani mwako unaokutikisa na kusema, hei, kuwa macho, angalia kwa makini maisha yako kwa kuzingatia siku hiyo ya baadaye utakapokuwa mbele za Bwana. Ishi leo kwa kuzingatia siku hiyo. Baba yangu mwenye umri wa miaka 92 alinikumbusha hilo siku nyingine kwenye simu aliponiambia, unajua Stephen, kuna siku mbili tu unazohitaji kufikiria: leo na siku hiyo utakapomwona Kristo. Hei, hiyo inasikika kama ushauri wa busara, ushauri wa busara wa Solomoni anapotuomba sasa kuwekeza maisha yetu uh, katika chochote, katika kila kitu ambacho kitampendeza Bwana mchungaji wetu leo. Kwa hivyo tunapofikia hitimisho la shajara ya kibinafsi ya Solomoni hapa kuna ukumbusho. Tusishi tu maisha hapa chini ya jua jua tupite maisha hapa chini na mwana mwana